Ujumbe wa msikilizaji. Yesu Kristu milele, amina. Anaitwa Aganyira Gregory kutoka Jimbo Kuu Katoliki la Mwanza, anaomba kuuliza: Je, kuna mashirika ya masista wanaopokea mabinti waliomaliza darasa la saba? Kama yapo yako mkoa gani? Mashirika yanayopokea darasa la saba ni machache, ila wanachofanya unakuta wana shule za sekondari, hivyo wanapokupokea wengi wanakupeleka shule ya sekondari kabla hujaingia usista hivyo unamalizia shule ya sekondari unamalizia shule ya sekondari. Lakini waweze kupokea, ungie shule ya sekondari, uwe na vigezo kielimu na kiakili. Hapo unabidi kupitia kwenye shule zao. Kwa mfano masista wa mtakatifu Teresa wa mtoto Yesu hapa wana seminari kule Rubia inayoanzia kidato cha kwanza, hivyo kabla hujamaliza wanakupeleka kule. Lakini ukija una miaka arobaini, thelathini, kuja ofisi tena haiwezekani tena. Hivyo ndio walizonazo au kwenda kwa waklara, bado wanapokea, lakini wale ni wanaokaa ndani hivyo mashirikani, hivyo mashirika mengine nimewarushia kuona kama wapo, sijapata shirika lolote ambalo limeniambia kwamba tunapokea wadarasa la saba na anakuwa sista, ni mara chache sana. Hivyo ninapoongea, naomba jamani, kama kuna shirika linalopokea darasa la saba, kuna mabinti wangependa kujua. Hivyo nawaomba sasa mashirika, uenda wananisikiliza, kama kuna shirika ambalo linapokea watoto wa darasa la saba, naomba mlete ujumbe kwa Patrick Tibanga ili kusuli niweze kuwapigia kampeni hapa. Unajua, mtapata wengi, kwa sababu kuna wengi wa darasa la saba ambao wanataka kuwa masista, lakini hawawezi.